Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Karibu kwenye kipindi chetu cha elimu ya ujasiriamali, na leo tunaangalia jinsi ya kupanga bei nzuri ya bidhaa ili biashara yako ipate faida. Ni muhimu ufahamu kuwa bei ya bidhaa zako zinaweza kusababisha upate faida au hata hasara kwenye biashara yako. Ni muhimu ufahamu kuwa mdau mkubwa wa biashara ni mteja, kwa kuwa yeye hufanya uamuzi wa kununua au kutonunua bidhaa zako. Jambo moja ambalo humpa mteja hamasa ya kununua au kutonunua bidhaa zako ni bei uliyopanga ya bidhaa kwenye kipindi hiki nitakueleza mambo muhimu ya kutafakari kuhusiana na upangaji wa bei za bidhaa ili kumshawishi mteja kununua bidhaa zako. Sasa kuna mambo muhimu matano ya kutafakari wakati unapanga bei za bidhaa zako. Wakati unapanga bei inabidi ufahamu mambo hayo matano kama ifuatavyo. Moja ni gharama za kununua bidhaa. Hakikisha bidhaa unanunua kutoka kwa wauzaji bidhaa wa jumla ili kupata bidhaa ambazo ni bora na za bei nafuu. Gharama za manunuzi ya bidhaa huwa zinajumuishwa kwenye hesabu ya kupanga bei za bidhaa. Gharama za bidhaa pia hujumuisha gharama za kusafirisha bidhaa kutoka kwa muuzaji wa jumla hadi kwenye duka lako. Namba mbili ni gharama za uendeshaji wa biashara gharama za uendeshaji wa biashara huwa zinajumuisha wakati wa kupanga bei za biashara za bidhaa. Gharama za uendeshaji wa biashara ni pamoja na mishahara wafanya ya wafanyakazi, malipo ya bili za umeme au maji, gharama za manunuzi ya vifungashio vinavyotumia kufungia bidhaa za wateja, usafiri, simu, gharama za simu, kompyuta leseni kodi ya pango ya sehemu unaofanya biashara gharama za mambo ya soko yaani marketing, ukarabati unaofanyika kwenye sehemu yako ya biashara na kadhalika. Tatu ni gharama za kifedha za biashara. Iwapo umekopa benki fedha za kuanzisha biashara, riba na mkopo unaolipa hujumuisha kwenye hesabu za kupanga bei ya bei ya bidhaa. Vile vile gharama mbalimbali za kufanya miamala za akaunti za benki nazo pia hujumuishwa kwenye kutengeneza bei za bidhaa. Nne ni gharama za uchakavu wa vifaa vifaa vya biashara kama vile magari, pikipiki, kompyuta, fanicha huwa vinafanyiwa hesabu ya makisio ya uchakavu, yaani kwa Kiingereza wanasema depreciation. Hesabu ya uchakavu huwa inajumuisha katika hesabu za kupanga bei za bidhaa. Tano ni makisio ya faida ya biashara. Biashara endelevu ni lazima izalishe faida, kwa hiyo unatakiwa kufanya makisio ya kiasi cha faida ambayo unatarajia kupata makisio utakayofanya nayo pia hujumuisha katika kupanga bei za bidhaa. Jambo la msingi ni kuhakikisha kuwa unabana matumizi ya kununua bidhaa, uendeshaji wa biashara, yaani gharama za uendeshaji wa biashara, gharama za ukopaji na makisio ya faida ya biashara, ili uweze kupata bei inayokubalika kwa wateja. Sasa baada ya kuangalia hayo mambo matano ambayo ni muhimu wakati unapanga bei za bidhaa, kinachofuata ni upangaji wa bei za bidhaa kimkakati. Zaidi ya kupanga bei za bidhaa ambazo zitatumika kila siku, pia kuna umuhimu wa kupanga bei za bidhaa kimkakati kuvutia wateja. Kuna aina mbalimbali za upangaji wa bei kimkakati kama ifuatavyo. Kwanza ni kupunguza bei kwa wateja wanaonunua bidhaa nyingi kwa wakati mmoja. Pili ni kupunguza bei za bidhaa wakati wa sikukuu. Tatu ni kupunguza bei kwa baadhi ya bidhaa kutokana na hali ya bidhaa ilivyo, kwa mfano bidhaa za zamani au bidhaa ambazo zimepitwa na wakati au bidhaa zimeharibika. Sasa hii yote ni upangaji wa bei kwa mikakati kutokana na hali halisi inayojitokeza kwenye upangaji wa bei katika duka lako. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Elimu ya Ujasiriamali na leo tulikuwa tunaangalia jinsi ya kupanga bei nzuri za bidhaa ili biashara yako ipate faida. Naomba uendelee kuangalia vipindi vyetu vya Tan Business Channel Online Television vinavyotangazwa kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, kila siku. Asante na karibu tena.